Kwa majina naitwa Moza Mtete, mkuu wa kitengo cha sheria, ofisi ya mkuu wa mkoa. Uh, sisi kama mkoa tumeipokea kwa furaha na shangwe kubwa kampeni ya Mama Samia ya Legal Aid, hususani katika mkoa wetu ambao kwa namna moja ama nyingine ni mkoa ambao una migogoro mingi sana ya ardhi ardhi ndo kipengele kikubwa cha migogoro ambayo inasumbua wananchi wetu wa Pwani, pamoja kwa na kwamba kuna migogoro mingine. Kwa hiyo, kwa namna ambavyo kampeni ya Mama Samia ya Legal Aid ilivyokuwa structured, kwa maana ya kwamba kunakuwa kuna zile timu ambazo zimeundwa zinazohusisha wataalamu ambao wanaenda kugusa kila mmoja kwenye eneo lake, tunaamini kabisa kwamba uh, wananchi sasa wanakwenda kwenda kupata utatuzi wa migogoro yao kwa sababu kampeni hii imelenga kwenda kushuka katika ngazi za vijiji, ambapo uh, tut, tutatoa elimu kwa wananchi, tutawashauri wananchi, lakini pia pale ambapo itaonekana sasa kuna yale masuala ambayo yamefika katika hatua ya kufikishwa mahakamani, basi watapata uwakilishi. Kwa hiyo, uh, kama tunavyofahamu pia kwamba uh, masuala ya kisheria ni masuala mtambuka ambayo wananchi wanapaswa kufahamu sheria mbalimbali ambazo zinawagusa katika manyanja mbalimbali mbali za maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo wanapaswa kupata elimu ya sheria ili waweze kujua kuji, kuji, namna ambavyo wanaweza kujitatua au kufata, kupata haki zao, na sio pindi tu wanapokutwa na changamoto. Kwa hiyo uh, mkoa wa Pwani tunaungana na mikoa mingine ambayo, ambayo Uh, kampeni hii imeshafanyika kwa maana ya kwamba tunaona jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anawapenda wananchi wake, lakini kwa namna ambavyo anapenda kuona wananchi wake wanajikita katika kufanya shughuli za maendeleo na sio kuhangaika katika kutafuta haki zao katika uh, vyombo mbalimbali, kwa mfano kama polisi, mahakama na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa kushusha uh, kampeni hii kwenye ngazi ya kata vijiji na mitaa, maana yake Mheshimiwa Rais anataka wananchi wake sasa wa, wa, waweze kutulia kufanya shughuli za kimaendeleo zaidi kuliko kuhangaika. Kwa sababu gani? Kwa kwa sababu uh, uh, wananchi hawa wata, wat, wat, wat, watasuluhishwa uh, na kampeni hii ya sasa imelenga katika maana ya kwenda kufanya usuluhishi zaidi, tukiamini kabisa usuluhishi unaleta amani na mshikamano kwenye jamii kuliko pale ambapo unakuta mwananchi huyu anakuwa anataka kwenda mahakamani akiamini ndio chombo pekee cha kuweza kutoa haki, jambo ambalo mwisho wa siku anakuta anashindwa kwenda kutokana na uwezo wa kukosa fedha. Kwa sababu lengo hasa la kampeni ya Mama Samia imewalenga wale wananchi wanyonge, wa kipato cha chini, wasioweza kumudu gharama za kulipa mawakili kuweza kuwawakilisha mahakamani. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa, tuweze kusema sisi kama mkoa wa Pwani tuna bashasha kubwa ya kuipokea na kuizindua kampeni hii kwa sababu tunaenda kwenda kutatua tatizo kubwa la migogoro iliyopo katika mkoa wetu, hususan ya ardhi, kwa sababu kama mnavyofahamu, mkoa wetu wa Pwani ni mkoa wa viwanda. Kwa hiyo kama mkoa wa viwanda, ili uwekezaji uweze kufanyika, watu wameshatambua thamani ya ardhi. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya uvamizi wa mara kwa mara wa maeneo mbalimbali ambayo pia si ya kwao wamekuwa wakifanya maujenzi holela bila kujua sheria zinataka nini, lakini kupitia kampeni hii ya mama Samia, inaweza inaenda kwenda kutoa elimu katika nyanja mbalimbali, wananchi watatambua thamani za ardhi, ili uweze kuchukua ardhi, basi ni taratibu gani za kisheria uzifuate, lakini ili uweze pia kudai haki yako, ni taratibu zipi za kisheria uweze kwenda kuzichukua ili kuepuka migogoro ambayo inakuwa pia wakati mwingine ni ya uvunjifu wa kisheria. Kwa hiyo sitaki kuchukua uh, muda mwingi kuzungumza, kwa sababu mambo mengi yameshazungumzwa na wengine ambao wamepita, lakini sisi kama mkoa wa Pwani tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuona umuhimu na kwa namna pekee ambapo ameweza wa kuwajali wananchi wake, kuweza kuifikisha hii huduma katika ngazi ya kijiji, ambayo ndiko kwenye wananchi na ndio kwenye jamii na ndiko kwenye matatizo ambayo hata mengine sisi kama wataalamu katika ngazi za mikoa na wilaya tutakuwa hatuzifahamu hatuyafahamu, lakini kwa kupeleka timu hizi kule kwenye vijiji, maana yake tunaamini kuna mambo mengi sana timu hizi zitaenda kwenda kuyaibua, na hatimaye zile ripoti ambazo zitaandikwa, basi Mheshimiwa Rais ataweza kuona picha ya wananchi wake kwamba ni namna gani, migogoro gani ilikuwa inawasumbua, ili kama kutakuwa kuna hatua nyingine ya kampeni, basi ni kitu gani kingine ambacho serikali iweze kuwatendea zaidi wananchi wake. Asanteni sana.